Hakuna watu wako bizi kwa sasa katika nchi yetu kama idara ya usalama wa nchi. Hawa watu hawalali, hawasinzii, yaani wanachakata mamia, makumi elfu, mamilioni ya habari kwa sasa watu wa idara ya usalama wa nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya demokrasi, sawa? Eh, yaani idara ya usalama ya nchi yetu iko bize kweli kweli. Kumbuka, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao chama kikuu cha upinzani hakishiriki. Kiongozi wake mmoja yuko gerezani, viongozi wengine wanaendelea na shughuli za uhamasishaji. Tengeneza picha, kiongozi mmoja mkubwa kabisa wa chama cha upinzani ambacho hakitashiriki uchaguzi anataka kutoka nje ya nchi. Wewe kama mkuu wa idara ya usalama wa nchi utamruhusu atoke? Yaani, nakuvalisha kofia ya mkuu wa idara ya usalama wa nchi yetu, Chief National Security of Tanzania, ndio wewe, utamruhusu Heche atoke? Labda kama huna elimu ya maswala ya usalama wa nchi. Sisi wengine tumesoma shule ambazo tulipewa elimu yote kabisa ya dunia inavyoendeshwa. Ndugu zangu, demokrasia ni network. Yaani demokrasia ni kama vile unaona jengo la ghorofa kumi lenye wiring ya umeme, maanake Itilafu yoyote ya umeme katika flo yoyote ghorofa zima linakuwa hatarini. Namaanisha nini? Heche kuzuiwa kwenda Kenya ni sahihi kabisa kwenye muktadha wa usalama wa nchi, kwa sababu Heche ni kiongozi mkuu wa upinzani Tanzania, anakwenda Kenya. Utaniambia anakwenda kuzika, ni kweli kabisa, anakwenda kuzika, lakini pia haimaanishi akishazika hatakuwa na mazungumzo ya kisiasa na watu wa Kenya. Kumbuka hawa hao watu wa Kenya walishajaribu ku infiltrate Tanzania kuja kusaidiana na Chadema. Unganisha doti wewe, mkuu wa idara ya usalama wa nchi ya Tanzania, kiongozi mkuu wa upinzani wa chama cha upinzani kikubwa Tanzania, anaenda Kenya kwenda kuzika, lakini kiongozi huyu huyu mkuu chama chake kina uhusiano mzuri sana na chama, na idara ya demokrasia, yani masuala ya kisiasa ya Kenya. Wakenya wanasifa gani katika masuala ya siasa na demokrasia? Mnajua wenyewe. Heche angesema nakwenda Rwanda, kama Rwanda sidhani kama idara ya usalama ingemzuia Rwanda. Kwanza Kagame ni mwepesi kushirikiana na idara ya usalama ya nchi yetu, mwepesi sana. Lakini ni ngumu mkuu wa idara ya usalama wa Kenya kushirikiana na mkuu wa idara ya usalama wa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu Kenya kuna demokrasi. Demokrasi si uhuni, demokrasi si ushenzi. Lakini Kagame hana demokrasi, maana kama Heche atakuwa na chembe chembe za kuorganize some sort of destabilization of peace in Tanzania, Kagame atakuwa mwepesi ku cooperate na idara yetu ya usalama. Lakini kama Heche atakuwa ana organize maswala ya demokrasi aka vurugu chochote kile na you can mention them. Ni ngumu mkuu wa idara ya usalama wa Kenya kukooperate na mkuu wa idara ya usalama wa Tanzania kwa sababu mkuu wa idara ya usalama wa Kenya yuko programmed kwenye masuala ya kidemokrasi Yani, you need bigger brain to understand me. Lakini nikuambie tu ni, ukinivalisha kofia ya chief national security wa Tanzania, Ah, we. Eche lazima mdhibiti bro. Idara ya usalama ya nchi yetu iko busy mpaka Marekani. Inatafuta watu mpaka Marekani. Let me tell you this. Kuna yule Mtanzania um, alikuwa analia kuna watu wamepiga picha gari lake huko Marekani. Wao nafikiri wale watu waliochukua picha ya plate number ya gari lake ni watu wa kawaida. Ana kurikodi. Eh. Bwana huyu hapa mzee huyu kapiga picha gari yangu plate ya namwambia afute kwenye simu yake, asipofuta namuitia kikosi hapa tunaondoka naye, kwa sababu hawa watu wanataka kuleta mazoea. Mi sijapiga picha, sijapiga picha gari zenu pale, nimepiga picha matukio yenu mnayoyafanya. Sisi tunawaamini. Tuna nyinyi tunawaamini, lakini mnachokifanya... mimi ni Mtanzania ndio. Eh, tunawaamini, lakini mnachokifanya sio kitu kizuri. Tunafanya nini sisi? Aya, mnayoyafanya ni mazuri Hivi ndugu zetu wanavyotekwa huko Tanzania, mnaona raha? Wanatekwa, nina uhakika. Kwani kani sikii kaka, watu wanateka polepole. Ni nani? sikateka polepole, alikuwa balozi kama sisi kama nyinyi. Polepole alikuwa balozi kama nyinyi, nasemaje? Mwiteni mtu yoyote, mwiteni mtu yoyote mimi nachokata amepiga picha, ndo ninachokataa mimi. Nimeambiwa nije hapo kwa kama mwandishi wa habari walionileta hapa, ndio mimi ni mwandishi wa habari. Kitamsho changu unakitapa ukipiga picha nini, nini msifikiri, hapa hapa ni Bongo ninawaambia, nasemaje? Wote wote mlioyafanya, msifikiri hapa ni Bongo. Hapa tuko Marekani, hakuna mtu kunitisha na hakuna mtu kunifanya chochote. Hakuna mnachokifanya mnakosea, maona bwana, mnachokifanya mnakosea. Hamna mtu kunistopisha, hayupo katika marekani hii. Yaani yule bwana, mimi nitajili naye nitajili naye. Huyu hapa mimi sina record, ndio Yesu kapiga picha plati yangu ya gari, namwambia afute, afute, ananiletea nani hapo usanii Mwiteni, mmemwita, afu na mimi waite nawaita, tuoneshane. Tunayajua mnataka kuleta mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu, mnanitisha nini? Tafutani watu wa kutisha, sio mimi. Tamtisha kibwegebwege. Yani mambo mnayofanya yanaonekana, afu mnataka kuwatisha watu, mnatisha nini bro? Yani kama ujafuta pleti namba yangu ya gari ndani ya dakika thelathini nitajaza nitajaza, umma hapo, utashangaa. Umepiga picha, nimekuona tena, umepiga umepiga picha, umepiga picha. Yani sitoke hapa kabla ujafute hiyo picha. Subiri sasa, utaona. Yes, nataka kuicha watu, icheni watu, alafu nami niite watu, kila mtu aite watu wake. Namtisha mimi hapa sisi na Watanzania hivi vitu vya kueleweshana, ukinielewesha mimi nakuelewesha, tusitambiane. Mi nimemshuhudia, napiga picha yangu plate yangu ya gari hapo, na ananiambia ati ajapiga picha. Mbona kaka sijamng'ang'ania, mbona kaka sijamng'ang'ania? Nimekung'ang'ania wewe kwa sababu wewe ndio umepiga picha plate yangu. Umepiga kaka, kapiga, nimemuona. Sasa mbona nionyeshi? Hivyo sio mtu mzuri, mimi sitapiga pleti za gari zenu, kwa sababu najua zile gari za kiheshimiwa kwa ajili ya magari. Mimi nimeambiwa bado, njoo chukue taarifa. Afute tafadhali, afute. Ah, futa bana, mambo gani hayo bana, futa picha yangu, futa, sinitoe story hapa Yaani mnakuwa mnapigapiga picha za watu hapa, namtisha mimi. Unajua mimi ni nani? Mmezoea kukutana na wajinga jamani. Kuna kuna taarifa hapa, nataka niwape kama mtajali A uh, hapa ambasi nimefika nime ambasi ya, ya ya ya Tanzania hapa Washington DC, nimekuta wale watu ambao walikuwa pale wale homeless wako humu ndani wanalipwa pesa. Baada ya kufika, wakatokea vijana watano kuja kuniuliza mimi ni nani, na uzuri nimewarekodi na kila kitu nimerekodi. Mmoja akaja akapiga uh, plate yangu ya gari na mwingine akatoka ndani ya gari anataka kunilazimisha mimi ni nani baada ya hapo nikawa nime kwa sababu niko na bastola, nimetoa bastola ndo wote wakakimbia. Baada ya kukimbia, nikawonesha baji yangu ya, ya, ya kazi, nikawambia mimi ni nani, na wote wamekimbia, wamekimbia ndani. Na nimewambia yule aliopiga picha pleti yangu, nitadili naye nitadili naye leo, nitamjazia askari hapa, atashangaa. Kwa hiyo, hiyo ndo taarifa nitaka. ah, watu ni kweli wanateka watu na wanaua watu. <tiple> mimi, hawa, walikuwa wanijui wale ambao walikuwa labda tunatania na kipo kwenye video. Kwa hiyo, nina, nina, nina sauti ya Tanzania hapo. Wamechokoza wamechokoza moto, lazima tuwaadabishe, na picha zao zote waliotoa hizo fedha na yule dada alikuwepo pale, zao zote nimechukua Asanteni yani, chukueni video hao wapuuza. Wamemfukuza raia wa Marekani Tanzania wakamzuia kuingia wa Watanzania. Kama una elimu ya usalama wa, wa nchi huwezi kuelewa kinachofanyika. Lakini tumefikaje hapa? Nitakuwa nawakumbusha kwa sababu ya demokrasi. Heche ni mtu wa kawaida sana, lakini kwa sababu Heche ana backup ya watu ambao wamejaa imani fulani na hao watu wakiambiwa jambo U, watatekeleza kwa sababu ya hizo imani, basi hiyo ndio power ya Eche. Eche kama Eche ni powerless, ni ni kama mimi tu, lakini nyuma ya Eche ndio nguvu ya Eche ambao ni CHADEMA, watu wenye imani yao sawa, eh? kwa hiyo demokrasia ni kitu kibaya sana demokrasia. Wagawe, wapumbaze, wauane, chukua mali zao, hiyo ndio demokrasia. Ushaona mimi na react kwa hizo kamba mnazopewa huko kwenye mikutano ya kisiasa. Hivi ni mwanasiasa gani amewahi kukuletea wewe maendeleo? Niambie. Kuna video moja nilikuwa naisikiliza ya wa China wakiwatukana wa, wa, wa, wa Marekani. Miradi yao walioitangaza kwa mbwembwe ya kutengeneza network ya reli sijui santi nini mpaka California ya masaa matatu. Huo mradi wa reli ya mwendokasi una mamiaka kisa siasa. Unajua Marekani inaendeshwa na watu wa aina gani? Marekani inaendeshwa ina na wanasheria. Unajua China inaendeshwa na watu aina gani? China inaendeshwa na mainjinia na wanasayansi. A nation of lawyers versus a nation of scientists and engineers. Kazi ya wanasayansi ni kutatua matatizo halisi ya wananchi, pragmatic problem solvers. Kazi ya wanasiasa, wanasheria ni kudibeti na kuzozana. Watanzania, hayupo mwanasiasa atatuletea maendeleo. CCM haitatuletea maendeleo, CHADEMA haitatuletea maendeleo, CHAUMA haitatuletea maendeleo, ACT Wazalendo haitatuletea maendeleo. Maendeleo tutayaleta wenyewe. Kivipi? We need to reclaim our land. we need to repossess our land jeshi la kujenga taifa ndiyo platform ya kuimiliki Tanzania. Nitakuwa nawakumbusha kwa sababu natural kila Mtanzania akizaliwa ni JKT. Mimi napiga kelele hapa. Do you know serikali inanikata kodi sasa hivi? Serikali imeshaenda Google inajua kabisa kuna visenti navipata, kwa hiyo inataka asilimia tano ya hizi kelele ninazopiga pesa nayopata kwenye hizi kelele ninazopiga. Wako sahihi. Mimi na elimu ya kodi. They are right. I was born Trained, educated in Tanzania. So my government has the right to suck my 5% of my revenue. Wako sahii ya asilimia mia. Mimi elimu ya kodi najua. Mimi si Mtanzania? Si nimelelewa Tanzania, nimeelimika Tanzania, kwenye utulivu wa Tanzania. Kwa nini serikali yangu isichukue kodi yangu? The problem is kodi yetu inachukulia na watu wanaenda kupari. People, they want, they suck our tax money and party with it. So, what we wanna do, we want to change this system ya hawa watu wanaochukua kodi zetu wanao kuenda kupari. methodi ya kuchenji hii ni ipi? JKT should be the backbone of our economy. Sio kila sehemu mnatuwekea madalali wakati sisi wenyewe tunaweza tukafanya. Unafikiri pale anapowekwa dalali, kwa nini gharama inakuwa kubwa? dalali hawakote pesa yake na pesa ya serikali na pesa ya chombo anachokiendesha pale, sijui umeelewa. Gharama za uendeshaji wa chombo, faida ya gadalali, na kuipelekea siri wanasiasa sasa, yani, ambao ndio serikali, pesa unafikiri utalipa bei gani? Taifa la madalali ni Marekani. Taifa la wa, wananchi kuibuildi nchi yao kuijenga nchi yao is China. We don't need western type of political system. Heche kuzuiwa kwenda Kenya ni matokeo ya democracy. Wagawane, wapumbaze, wauane, chukua mali zao. Watanzania tuelimike, tusiwe wasomi.